Jambo la kwanza ambalo linaweza likapelekea mwanamke akaachwa kwenye mahusiano ni kukosa heshima. Wanaume wote wanapenda kuheshimiwa. Hakuna mwanaume asiyependa kuheshimiwa. Kila mwanaume anapenda kuheshimiwa, iwe anacho au hana. Ndivyo hulka ya wanaume ilivyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho ni rahisi sana kinaweza kikasababisha mwanaume akamwacha mwanamke ni pale mwanamke anapokosa heshima. Kila mwanaume anataka kuoa mwanamke, hakuna mwanaume anataka kuoa mwanaume mwenzie. Kwa hiyo ukiwa na zile karakta za kiume, eh, huongozeki, huambiliki, hushauriki hakuna mtu anaweza akakuambia kitu. Ni ngumu sana mwanaume kukaa na wewe kwa sababu mwanaume anakuwa comfortable, anapokuwa na mwanamke ambaye she is looking up to him. Yaani, mwanamke anamtazama mwanaume ili amwongoze, anamtazama mwanaume ili aprovide, ili amshauri na vitu vya namna hiyo. Wewe kama mwanamke au kama mke unapoona mwanaume wako au mume wako anakosea Hautakiwi kumwambia, wewe unatakiwa kumshauri eh. Unapojaribu kumwambia, hutakiwi kumwambia kama unamwambia kwamba wewe umekosea, wewe uendi we vizuri, wewe we sijui nini. Hapana, unamwambia kama unamshauri kwamba mme wangu au dia au bebi eh, kwa nini kitu hiki usingefanya hivi usingefanya hivi usingefanya hivi. Unamwambia kwa namna ambayo anaona hata katika ushauri wako bado una mwishipa.